Hakuna mfugaji ambaye anapenda kukaa na kuku kwa muda mrefu. Kila mfugaji anapenda kuku wakuwe ndani ya muda mfupi awauze. Kwa mfano sisi Kingo Farm hapa uh, ikifika siku ishirini na mbili ishirini na tatu kuku wanakuwa wameshafikia uzito ambao wanaweza wakaingia sokoni, na bahati nzuri sio sisi tu, hata wanafamilia ambao wapo kwenye grupu la Kingo Farm kutokana na elimu ambayo tunawapatia kwa asilimia kubwa, tayari wanaweza kuwauza kuku wakifikia huo umri, ili waweze kufikia huo uzito. Kwa mfano, hiyo meseji unayoiona ni meseji ambayo imetumwa kwenye grupu la mafuzo la Kingo Farm. Uh, huyo kwa ufupi unaweza ukaipozi ili uweze kuisoma vizuri, lakini huyu mfugaji alikuwa na kuku ishirini na sita na ni kwa mara ya kwanza alikuwa anafuatilia hatua kwa hatua namna ambavyo tunafundisha mle eh, kwenye grupu, namna ya kufuga au ah, vifaranga wa broiler ndani ya siku ishirini na tano amemaliza kuwauza eh, vifaranga wake au ah, vifaranga wawili nadhani ah, alibakiza mifuko kama sita hivi mifuko kama sita hivi ilibaki e, kama ziada tu ambayo pengine wangekula zile siku kutoka siku ya 23 mpaka siku ya ishirini na nane, ambayo tumezoea kwa kawaida e, pale ndio broiler huaga wanafikisha uzito. Kwa hiyo ndugu yangu, bado hujachelewa. E, kutana na Kingo Farm tuweze kukupatia elimu ya ufugaji. Kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu tano lakini pia unaweza ukapata kitabu cha ufugaji wa broiler, kile kitabu kina maelekezo yote. Huyo mfugaji ambaye unamwona hapo amefuata ule mwongozo wa kile kitabu. Kwa hiyo huwezi ukapata hasara, hata kama kuku wako atauzwa shilingi elfu sita, huwezi ukapata hasara kamwe, utapata tu faida. Mifuko sita tu ni kama vile laki sita hivi e, laki tano na hivi unaweza ukaona, ambayo inabaki kwako kwa kwa kama vile e, faida kutoka kwenye ile bei ya kuuzia. Hiki kitabu bwana ni shilingi elfu kumi, tunakutumia kwa njia ya soft copy. Ni kitabu kizuri sana alafu ni, ki, ni kidogo kina peji ishirini na moja tu lakini kina mambo muhimu yote, yaani kina hatua zote ambazo utafuata mpaka unamaliza kumlea broiler. Kama una hichi kitabu, bado unapata vifo vingi, bado unapata hasara, au tuzungumzie kipengele cha hasara, basi ututafute na sio kitabu hicho tu pia tunacho hiki cha ufugaji wa broiler kitabu ambacho kitakusaidia e, kuweza kuchanganya chakula wewe mwenyewe pumba sio unawapa kuku pumba tu pumba kuna vitu vyake inachanganywa navyo kwa hiyo ukikipata hiki kitabu ni kizuri sana kuna hiki kingine cha tiba za asili hiki kitakusaidia jinsi ya kuweza kuwatibia kuku wako kwa njia za asili tu jamani kuna kitu kimoja sema tu nikikitangaza sana naweza nikagombana na watu wanaouza tiba za dukani. Tiba za asili zina nguvu kubwa sana, zinatibu vizuri sana. Uje ujaribu, utakuja kuniambia zinatibu vizuri sana. Ukiwa na hichi kitabu, uta, utasaidika pakubwa sana, pakubwa sana. Hivi vitabu vyote vinauzwa eh, kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Kwa hiyo ukitaka vitatu vyote ni shilingi elfu thelathini. E, vita vitakusaidia sana na vitabu vipo kwa njia ya soft copy. Kwa hiyo tunakutumia e, kupitia WhatsApp au kama unataka kutumiwa kwa email, na unatumiwa ukituma tu pesa hapo hapo unatumiwa kitabu, aina ya kusubiri sijui siku mbili sijui ngapi? Hapana, hapo hapo unapata nakala ya kitabu chako. Aa, sasa leo ninataka nikufundishe jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza Neoxychick ya asili e, kwa kutumia vitu vyako wewe mwenyewe vya asili vilivyopo katika mazingira yako na ukaweza kutengeneza hii dawa. Kwanza kabisa ngoja niwaulize jamani. Neoxychick, wewe hapo unaitumieje? Hebu jaribu kufikiria wewe mwenyewe, Neoxychick huwa mnaitumieje? Maana yake nimeona kuna makosa makubwa sana kwenye matumizi ya Neoxychick. Neoxychick, kuna wafugaji ambao wanajua hii ni dawa ya kukata vitovu. Ni kweli ni dawa ya kukata vitovu, lakini pia Neoxychick ni antibiotic. Uh, kwa hiyo sasa wanaojua hivi wao waga wanatumia siku tano, siku tatu, basi wanaacha hawaendelei kutumia. Hapana, Neoxychick haitumiki hivyo. Neoxychick, kama unafuga broiler, utaenda nayo mpaka mwisho unapowaingiza sokoni broiler siku ya 28 kama unafuga E, chotara na hawa e, kuku wa mayai utaenda nayo mpaka wanapokamilisha mwezi mmoja. Kwa hiyo hizo ni dondoo ndogondogo kuhusiana na Neoxychick. Na Neoxychick inaendana kabisa na dawa nyingine kama vile Neomycin, e, Nimoviti na nyingine nyingi. Ila mara nyingi hizi dawa utaona zinaazia na neno nio. Hizi huwa ni antibiotiki ambazo zinazuia yale magonjwa ambayo yangeweza kumpata kifaranga wako akiwa mdogo, yaani kama vile vina kinga. Tunajua kwamba vifaranga wadogo kinga zao zipo chini. Kwa hiyo uh, kitendo cha wewe kutumia hizi antibiotiki kinakufanya kama vile kuwaongezea kinga. Kwa mfano kifaranga wakala kinyesi chao Labda wakakutana waka na mazingira ya matandazo ambayo yameloana loana, wakadonoa donoa pale, itakiwa wapate kokidiosis. Basi hizi antibiotiki zinaenda zinafanya nini? Zinawakinga. Kwa hiyo tunategemea kwamba hii dawa itumike mpaka pale watakapokuwa wamepata kinga vizuri. Unajua, kwa mfano wafugaji wa broiler mpaka anauzwa kinga zake zinakuaga bado hazijasimama vizuri, ndio maana tunatumia mpaka mwisho, lakini hawa kuku wengine wakifikisha mwezi hivi wanakuwa wamesha simama vizuri kwenye kinga hizi, ndio maana tunaendelea na vitamin. Na kitu kingine kidogo ni kuuliza wewe mtazamaji wa Kingo Farm, je, unaijua Neoxychick feki na Neoxychick original? Na unajua madhara gani yatakukuta endapo utatumia Neoxychick feki? E, sasa hilo nitawajibu vizuri kwa wale watu ambao wapo kwenye kundi la Kingo Farm, lakini e, wewe hapa usiwe na wasiwasi, kwa sababu nakwenda kukufundisha namna ambavyo utaweza kutengeneza Neoxychick yako wewe mwenyewe ya asili. Kwa hiyo kama utakuwa nayo hiyo, ukipenda kutumia sambamba na hii ya dukani au ukitumia yenyewe tu, utakuwa salama, kwa sababu kama kitu umetengeneza mwenyewe, sidhani kama unaweza ukatengeneza kitu fake. Utatengeneza kitu ambacho kina ubora mzuri. Yaani wafugaji wa kuku sema, sisi sio watu wa kufuatilia sana vitu, lakini kuna dawa nyingi sana ni feki. Yaani dawa nyingi sana ni feki, tunazitumia kwa kuku wetu, zinaua kuku wetu wengi. Nasema n yani, sijui hatuna ukaguzi mzuri wa kukagua yani, sijui ni serikali sijui ni wapi hapo sijajua, lakini e, dawa nyingi zinaingizwa ni feki na tunatumia. Ndio maana mimi nasisitiza sana tujifuze namna na ya kutengeneza tiba za asili kwa sababu ndio ni mwokozi wetu. Se, dawa iliyotengenezwa huko inaweza ikatengenezwa na kiwanda bubu. Watu wanatengeneza vipodozi feki, dawa za binadamu feki, watashindwa kutengeneza e? wakaingia kwenye soko la kuku kuku, wakatengeneza dawa feki zipo na zina madhara makubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri sana ukapata elimu ya, ku, ya kutengeneza tiba za asili. Ah sasa, hapa andaa vitu vifuatavyo. Utaandaa tangawizi moja kama hiyo ambayo unaiona, utakuja utaandaa kitunguu saumu kimoja kizima kama hicho hapo, utakuja utaandaa e, pilipili nne, utaandaa pilipili nne. Kisha utakuja utaandaa nusu ya kitunguu maji na mwisho kabisa utakuja utapata majani ya mpapai matano e, kwa hiyo ukishakuwa na hivi vitu E, vyote inatakiwa una vibrendi una vibrendi vizuri kabisa kila kitu, na kisha umekibrendi vizuri sana. Halafu a, uh, hii sasa unahitaji ikae walau kwenye maji. Huu mchanganyo wako ukishaufanya, ukishatwanga, ukafanya uka kila kitu, utahitaji uweke kwenye maji walau masaa mawili walau masaa mawili, kisha utakuja kuuchuja huu mchanganyo um, lazima uuchuje. Utakuja kuuchuja, ukiuchuja utakuja kuchanganya na maji lita kumi, utachanganya na maji lita kumi, lakini yale maji uliolowekea labda unaweza ukawa ulilowekea kwenye maji labda lita lita nne au lita mbili lita tatu hivi. E, baadaye ndio utakuja kufanya nini? Kuuchuja, kisha utawapatia kuku wako au vifaranga, utautumia kama ni Neoxychick na mara nyingi sana unafaa kutumia kuanzia siku ya tatu na kuendelea, usitumie nyuma hiyo siku. Na uzuri wa huu mchanganyo uh, una faida zaidi. Kwanza una vitamini nyingi, sawa na Neoxychick ya dukani, ina vitamini kwa wingi e, lakini pia utakuwa humu ndani umepata OTC nadhani e, matumizi ya OTC wengi wa wafugaji wa humo ndani mnayajua, lakini pia ni booster ya vifaranga wako, itawaboost vifaranga wako wakue haraka sana. E, e, pia ni tiba ni tiba ya mafua, itazuia mafua vizuri kabisa. Lakini pia hii ni tiba ya miharo, itazuia vifaranga wako, watakuwa hawapati miharo. Ndio kitu kizuri ambacho nakipenda kwenye tiba za asili, inaweza ikashika magonjwa mengi kwa wakati mmoja. Asanteni na kwaherini.